Ba yetu ya leo inazungumzia anwani isemayo ila man nashtaki, ni kwa nani tushtakie mambo yetu? Kikawaida, miongoni mwa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwaleta duniani na kuwatahini, ima mitihani ya kheri au iwe mitihani ya shari. Mwanadamu yaweza kufika hatua akawa anahisi yuko kwenye furaha kubwa, yuko kwenye neema kubwa, akawa hajui uwepo wa neema ile kuwa ni mtihani kwake ni kwa namna gani ataichunga vyema huku akitekeleza wajibu kwa Mola wake kadhalika mwanadamu yaweza kuingizwa kwenye mitihani ya balaa huzuni misukosuko na kila aina ya shida na balaa fakana lahu ikawa kwake yeye mwanadamu huyo haoni ni njia ipi ya kutokea katika majaribu yale, hafahamu ni mlango upi wa kupitia, hajui ni nani wa kumwelekea. Milango yote ya wanadamu imefungwa, njia zote za kufuata za kimaumbile ya wanadamu walizo, walizoziwekea wao wenyewe hazipo tena, hazifatiki tena ikawa hajui ila man nashtaki, ni kwa nani tukashtakie mambo yetu? Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu wa taala ameweka milango ya kwake weye kwa, kwa wanadamu pale ambapo, idha shtadda alaihim lkurab, shida na mabalaa yametokezea kwa wao. Allah ameweka milango kwa wanadamu pale ambapo wakawa wao hawaoni ni njia ipi ya kufuata, akawawekea mlango wa kuelekea kwake, wa kumshtakia yeye, wa kumlilia yeye wa kumhuzunikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaiweka bayana milango yake kwa kutoa kauli tukufu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Wanadamu watakapokuwa na shida na wakawa wanauliza kuhusu Allah, milango yake usikivu wake, je, anaona na anasikia yanayowafika? Waambie kwamba inni qaribun, mimi nipo karibu, ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, ninaitikia mimi maombi kwa yule ambaye atanielekea kwangu mimi, kuitikia kwa aya hii, tunaona kwamba wakushitakiwa shida zetu wa kulilia maumivu yetu, wa kuhuzunikiwa zile huzuni zetu, huwa Allahu alwahidu alqahhar. Ni Allah pekee kwa kusimama na kuomba dua, kwa sababu dua ni ibadatun, ni ibada, kwa sababu dua ni taatu lillah, ni njia ya kumtii Allah pekee, kwa sababu dua

Imepokelewa hadithi kwa abi Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume amesema: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, mola wetu huwa anashuka kwetu sisi katika kila usiku katika uwingi wa dunia, hususan katika nyakati zile thuluth laili al-akhir zile nyakati za thuluthi laili ya mwisho kabisa. Na Allah anaposhuka kwa waja wake katika uwingu wa dunia, ana maswali matatu anawauliza: mani yad'uni fa astajibu la, ni nani anayetaka kuniomba mimi nimuitikie maombi yake? Wa man yasaluni, na ni nani anayetaka kuomba au kuniomba mimi fautiyahu ili nimpe maombi yake. Wa man yastaghfiruni, na ni nani anayetaka msamaha kwangu mimi. Faughthira lah, ili nimsamehe makosa yake. Hadha nidaon, huu ndio wito wa Mola wetu Jalla Waala, ambaye huwa anashuka ila samaa iddunya, katika uwingu wa dunia kwa kuwatafuta wenye shida, kuwatafuta wenye manunguniko, kuwatafuta wenye huzuni ili wamshtakie yeye. ila man nashtaki, ni nani tumshtakie shida zetu na matatizo yetu? ila man ila man narfau, hamuna ni kwa nani? sisi twende tukalilie na kuondoa wasiwasi wetu Je, ila baidu la yasmau aninuna? Je, twende kwa mtu wa mbali ambaye hasikii namna vile ambavyo tunavyougua kwetu, namna vile ambavyo tunavyolia sisi? Au twende kwa yule ambaye karibun lam yafham wajana, twende kwa mtu aliye karibu ambaye hasikii wala hafahamu maumivu yetu. Tuende kwa nani? Kuna mchele usiokuwa na chua. Eh? Wengine hauitwi mchele unaitwa chua. Waliobakia. Lakini utasema nchi hii neema yake ni kwamba ni ya Waislamu, la kujiuliza tu kwamba sisi wenyewe tunafanana na huo Uislamu hasa hapa tulipo na huku tunakoelekea na huku tunakoelekezwa. Hili ndio jambo la kulizingatia, kwa sababu kama hatukusimama kwenye huo Islamu wenyewe, haya leo tuambia khatibu atakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye Uislamu hutarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu, utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka mwenye nguvu utaona ni mwenye cheo, mwenye nguvu utaona ni mwenye nguvu, utaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mka usahau Uislamu, yatatokea mabaya, badala ya kukatazana, watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema sema hili kwa sababu nayoona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, eh? Yanaingia kwenye nchi yetu, linatokea baya tena, walio tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani, hili baya, japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba eh, kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumwona mbaya anayesema jamani hili kafanya mwenzetu, lakini hili eh, hili baya au sivyo? kwamba hili ni baya japo kama kafanya mwenzetu, lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu katufundisha katupa mifano mingi eh? Ahli Sabti, watu wa Sabti waliofika pahala, baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao, walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu, wakenda wakavua siku waliokatazwa kuvua, lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja, hawakukataza. Na sio tu kwamba hakukataza, lakini hata kwenye mioyo yao wao hawakuliona, kaona ah, hao jamaa wameshakuwa smart. Wao badala wasi tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua, wao jumaa ndio wanakwenda kutia nyavu, nasema si juma tunakwenda kwa kwa kamati kwenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnamfanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa wengine, si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja, kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi naliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa, utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi Waislamu hawa. Ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma ukitaka kusema uongo litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako. Ukitaka kurushi rushi kwenye litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea rushi yako. Jamani, Uislamu ni dhima, Uislamu ni utukufu. Mimi niwaombe sana ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae, tunakopelekwa tukatae. Kama Waislamu tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu tusi, kwa sababu tu kumetiwa kwenye siasa, huko ni kubaya, huko ni kukupamba sawa sawa na walivyopamba wale watu wa alowaonya Mabii Ayubu watu wa sabzi ndio maafa iliwafika kwa sababu hiyo. Leo tumefika pahala nchi hii Waislamu wa, wa tunafanya jambo dogo la uchaguzi tu tunafika kuuana. Sasa tukishakuwa Waislamu sisi wajibu wetu sisi twende tukawanyooshe wengine. Nilikuwa nawaambia watu wiki iliyopita kule Kinuni kwamba katika hii dunia leo tuna watu idadi ya watu karibu bilioni nane na kidogo. Katika bilioni nane wale Waislamu ni bilioni mbili tu. Kwa hivyo Waislamu tuna kazi ya kuupeleka Uislamu kwa hawa bilioni sita ambao si Waislamu eh. Dunia leo kuna Wakristo bilioni mbili na milioni mia nne kuna Wahindu bilioni moja na milioni mia moja una Mabudha karibu milioni mia tano na wengineo mbalimbali. Hawa ni wajibu wetu sisi kuwapelekea huu Uislamu. Lakini unampelekea Uislamu vipi we Muislamu ambaye unafanya jambo dogo tu la uchaguzi tu, kutafuta nani wawaongoze katika nchi yetu, lakini huyu ambaye si Muislamu wake yeye anaufanya kwa uadilifu, kwa uwazi, kwa uhalali na anasema jamani, watu walimchagua ni huyu huyu, hawakumchagua ndio ilivyo. Wenzetu umbo Zambia, Malawi, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini, Mauritius ni kisiwa kama sisi, wengi ni mabudha na wahindu, lakini wamefanya chaguzi eh, aliyekuwa chama tawala hakupata hata kiti kimoja, kashindwa. Katika viti sitini hakupata hata kimoja, katika majimbo ishirini hakupata hata kimoja, na hakufanya rushi wala hakufanya dhulma. Kasema mie nimeshindwa kweli, akamwachia aliye aliyeshinda, yeye akagaiwa alichotaka kugaiwa. Sasa hawa leo unatoka wewe Muislamu wa Zanzibar wenda kuwafundisha wapi kwa, unaanza wapi kuwafundisha Uislamu wakati jambo dogo wao wamelifanya kwa uadilifu kwa uwazi, kwa haki, wewe unaanza kwenda kuanzia wapi? Nachosema kwamba tuna wajibu Uislamu wetu uonekane kwenye vitendo vyetu nchi hii lipaswa iwe mfano katika kila jambo. Unapokuwa na kiongozi ni Muislamu, watu waseme alhamdulillah, sasa tumepata kiongozi Muislamu, mambo yatanyooka. Isiwe sisi alama yetu kwamba sasa akaja kiongozi Muislamu, hawa wana visa. Hawa tutakuwa tunaudhalilisha Uislamu na Uislamu wetu utakuwa hauna faida, hauna tija. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba Alhamdulillah tumewaidhiwa hapa eh, na mimi naomba tushikane na hayo, kwamba tuliopita ni mitihani, Mwenyezi Mungu katuletea. Eh, tutawakali kwake, kwanza haki isimame, lakini tutawakali kwake kwamba tusikubali, na Mwenyezi Mungu atusaidie tusiingie huko kizani tunakopelekwa, tusipelekwe huko, tusikubali, na kila mmoja wetu ana wajibu katika hilo lakini la pili nimalizie, sisi baada ya mitihani yote hii tulikuja, tulipita sehemu mbalimbali, tukawaambia ndugu zetu, sisi tumechagua kutafuta suluhisho yaliyopita kwa njia ya amani, kwa njia ya hekima. Najua wengi mnakaa mnasubiri, jamani, mbona kimya eh, mbona hatusikii kitu?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 hata leo kulikuwa na kazi inayoendelea eh, kwa baadhi ya wenzetu kuhusiana na na jambo hili. Inshallah ikifika pahala tukipambia, tutarudi, tutakuja kuambia. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Asante wa salam.